Uh, kuna namna fulani ugumu upo, na kama ilivyo, hakuna jambo ambalo linakuwaga lina mteremko tu alina ugumu e, ugumu upo pia. Kuna zile kuna zile nafasi ambazo zinapatikana ambazo ukutegemea kwamba kwa wakati unaweza nikapata hiki kitu na nikasogea yeah. mm. ila kuna surprise nyingi sana zimenikuta uh -huh. e, ila yote kwa yote game ni ngumu. oh, yeah. Yeah. Uh, mabii na mabii na mabii na mabii naisikia kwa mheshimiwa cha people, nilikuwa naisikia even now, bado naitumia. Yani, tukimwona tu kwa sasa tunajua ndio atazungumza vitu vyake vyote mabii na mabii tunaisikia. Ilikuwaaje mpaka ukapata idea kwaona mbona hiki kitu naweza nikaweka kwenye track tukaondoka, simulie. ah, ni yani, yeah. Yeah, yani yote kwa yote aga nasema mabii na mabii hii ngoma yani, ni idea nzima ya fadha ya japipo. Okay. ya kila kitu kilichofanyika, nilifanya chanzo kabisa ilikuwa ni mabii yajapipo. Hata kabla sijaanza kuandika ngoma sijafikiria kwamba nitaandika idea kama hiyo. Mm. ilisikia kwanza mabii yajapipo ile. Oh, yeah. mabii na mabii kajirudia sana kichwani kwangu, ule msemo ulikuwa unajirudia sana, mwisho wa siku nikawa Nakuta hata nikifanya kwenye beat nikifanya kama chorus inakaa poa mm -hmm. Nikasema isiwe case tuondoke nayo, nikamkuta Faza Mkwizu, japo kwa na harakati nyingine, nilipotokea pale tukaunganisha, nikamwambia bro, kuna moja mbili tatu tunaweza tukafanya hatari ile bro, akasema mbona imekaa good sana, imekaasana na itakuwa nyama. No, yeah, yeah, kachola verse tukaondoka, mkamaliza.